Kisha tufanyia mambo ya bati, mambo ya chakula, mambo yote huduma kutoka sisi. Na pata mafiriko ametuanzia kidogo kidogo, mpaka leo naendelea kupatia sisi sisi. Watu hii yote naona inalewa nani? Inalewa Ruto, sisi watu wa Ruto na hao waziri yake, sisi vile vile amelewa wao na aliyashaka pia sisi, ajili yake taweza kujitoa hata fidia, taweza kujikata najitupa kushafamu rais yetu. Hatuongezee pati pole pole, hatuongezee chakula pole pole, inshaallah sisi hatulalamiki, sababu watu ni mingi Kenya mzima Naendelea kupatia sisi pole pole, na tizi yetu anasimamia sisi mzuri. Ruto mara ngapi? Turudite Ruto mara ngapi? Ruto mara ngapi? Sisi chakula yetu kubwa ni Ruto, na aliachaka